Wapenzi watazamaji watasofu sisi hapa ni Tosofu. Tumefika leo hapa Makongo kumtembelea mama yetu hapa ambaye anasumbuliwa na mguu. Uh, tutakuwa naye atatueleza uh, ni namna gani mambo gani amepitia ni nini ame, kimsababisha mguu wake ukawa hivi na ni jinsi gani anahitaji msaada kutoka kwa watazamaji wetu. Kwa hiyo karibu tumsikilize mama yetu hapa kutoka Makongo jijini Dar es Salaam atatueleza uh, uh, kisa na mkasa nini kimempata ili tuweze kurejesha furaha na tabasamu katika maisha yake. Mama unaitwa nani? Naitwa Catherine Leonard. Catherine Leonard. Mm -hmm. Unaishi wapi? Naishi hapa pa Makongo. Makongo na miaka mingapi? Miaka sitini na nne. sitini na nne? Hapa unaishi na nani? Unaishi na dada wa kazi. Dada wa kazi e. Una watoto? Nina watoto. Ameolewa ni mm -hmm. Wakike wawili, mmoja yuko Mwanza kwa mme wake mwingine mm. yuko Kawe. Mama tunaona nasumbuliwa na mguu, unaweza kutuambia ilianza anzaje mpaka ukafikia hatua hii? Karibu, asante. <laughs> huu mm. mguu nilipata ajali ya boda boda. Mm. nilikuwa natoka kwenye biashara mm. Sasa nilivyokuwa natoka kwenye biashara mm. nimefika jioni, nimemaliza kuuza biashara zangu, nimefunga ili mm. nianze kuvuka upande wa pili kwenye nani barabara mm. Niliangalia pande zote sikuona kitu chochote, ila nilipofika katikati ya barabara kwenye pundamlia nilisikia mm. mtu anasema nagongwa, ndo nikaja nikagongwa na, gongwa, na, nikajia, na boda boda. Mm. nilikuja kupata ufahamu nimeshafika Lugalo, nikaenda Lugalo nikapewa kitanda mm. pale nikakaa kama wiki moja mm. ndo akanifanyia upasuaji, lakini ule upasuaji naona aliyofanya hiyo kazi hakufanya inavyotakiwa inavotakiwa, kwa sababu mfupa ulikatika tu mm. au ku pasuka pasuka laba vyo vipande sasa kwa yeah, nimekaa ni meniwekea hicho chuma kikaja kikafyatuka, nikaenda tena kwa hicho chuma ambacho kmekiwekiwa kilifyatuka yaani, yeah, nilivyoanguka ni kilikuja andta fnaaile mfupa uachia sasa, katika kutafutana huu wa juu utafute huu wa chini uungane, kuna mawasiliano. Kwa hiyo yani supu inayotoka huku juu na huku chini namwagikia kwenye nyama mm -mm. Kafika mahali nikaenda tena wakanipasua mm -mm. Wakasema mfupa umeshaoza sana kabidi waukate wa mm -hmm. wanawekea antena, mm -hmm. antena zikaja zikakaa zikaa matunga usaha mm -hmm. kama mwezi mmoja nilikaa nazo akaenda katoa kanifungia hogo mm -hmm. kunifungia hogo nimekaa nalo kama miezi miwili nimeenda akatoa akasema unaanza kuunga vizuri mm -hmm nikaambia lakini bado nasikia maumivu mm, yale uh, makali sana. Kasema ndio ulivyo mm, lazima unavyoanza kuunga uwe na maumivu. Nikaambia saa mm. lakini imefika mahali ikaa nikilala hivi sehemu za matundu ya tena mm, natoa mifupa kanaitoa namwonyesha mama yangu alikuwa bado ajafariki, nikaambia mm, mbona mimi inatoka mifupa inatoka wapi? Nikarudi tena hospitalini mm. kuenda ikapasua waka tena wakaweka mm. antena nyingine mm. lakini naye sikukaa nayo mm. ikawa inatunga usaa mle mle kwenye vyuma wanamoweka mm. ikabidi atoe sawa nipe tu mm -hmm. mkanda nimekaa na huo mkanda mm. ikaja ndo likatokea jipu hili hapa mm. kutoka hili jipu nikaenda akanifanyia operesheni mm -hmm. ikabidi tena wauvunje tena mfupa mm -hmm. kwa kuangalia ule usamba uko ndani mm. Samafanya hiyo mme wangu na akaanza kuuma mm. elfu mbili na, na kumi na tisa mm. Ikabidi elfu mbili na ishirini akafariki, naye alipata tatizo lake mm. Na, na kabidi wakati mguu alivyokata mguu akapata stroke mm. Hakuchukua muda sana akafariki mm. Kwa hiyo toka alivyokufa mme wangu mimi nikaa ile msada kusema kwamba niweze kuwahudhuria tena kwenye kliniki mm. Ikawa ndogo, ikabidi sasa, maana sina familia ya kusema kwamba inaweza ikanisaidia kwa kupata matibabu ya haraka Mpenzi mtazamaji, nimemkatisha mama kidogo hapa, kwa hiyo ameelezea jinsi ilivyo, tutaendelea naye kwa stori yake. Ameelezea jinsi mguu ulivyotokea hivyo, kwa hiyo baada ya mwanake kufariki ikawa yeye hakuweza tena kuendelea na matibabu kwa ajili ya mguu wake, kwa sababu hakuwa na msaada. Nani atamsaidia kwa ajili ya kuendelea na matibabu? Ehe, tuendelee mama. Basi toka hapo ndo nimekaa nikaa na mwenyewe, najikusanya kidogo, nikipata mm, naenda na na, na, na, na ndio nimeenda nikapiga xray akanambia, mguu umekuwa na virusi nyingi sana kwenye mfupa. yes, yeah. kwa hiyo natakiwa ufanyia operesheni mara tatu. Operation ya kwanza hapo ninunue sumenti, anasema kuna sumenti ambayo wakisha chana hmm. ili waweze kunani kukandika kwenye mfupa, wale wadudu wafe, ndio ni kuruhusiwa kupata dawa mm. Kwa kweli liniumiza mm. nilivyopata hiyo nani na hela na nambia nyingi ni laki mbili na nusu. mm. Nikitoka hapo kama utakuwa umekubali ndo niwekewe chuma milioni moja nikaona sapa mm. jinsi ya kuweza kuifanya hiyo kazi mm. naitoa wapi hiyo hela mm. yote kabidi nikae nimekaa. mm. tena ijipanga hivo hivo kwa kitu nilichoachiwa na mewangu nimejikusanya kusanya mm. mwezi uliopita ndo nikaenda kupiga tena X-ray mm nikakuta virus bado wako vile vile kwenye mfupa na nimeshapata infection tena ya damu mm. Ndio huyo baba akasema mama, tuwezi toka, tunakuacha tu kila saa ukae okay, bila kutibiwa. Kwa hiyo mimi nakupa hizi dawa kwanza zikupunguzie maumivu mengine, maana nilikuwa nakaa nakuta kuta wakati mwingine mwe unaenda mbio sana mm. Afu nasikia kama harufu ya damu mm. Saa ndio nimeandikiwa hizi dawa ndio nazitumia mm. Kidogo yale maumivu nilikuwa nayasikia mm. kidogo yanatulia lakini bado kuna maumivu kama hivyo, ninavyoona alivyovimba. Kwa vile yeye alifanyia mara ya kwanza hili huko, maana kwenye mvunjiko ni hapa hapatalivovunjikia kayondo ilivyokuwa na nando maisha nayoishi Mpenzi mtazamaji, ameelezea jinsi ilivyokuwa, na amesema kwa sababu hakuwa na hela ya matibabu, ilitakiwa aende kuongea na madaktari kama itawezekana namna ya kusaidiwa, lakini pia ikabidi, hospitalini walimwambia hawezi kumtibu bila kuwa na pesa. Kwa hiyo ikabidi wampe hizi dawa tumeziona hapa, ili kupunguza mati, maumivu aliyokuwa akisikia. Ameelezea kila kitu pia. Kwa hiyo hakanatumia dawa mpaka sasa hivi kupunguza tu maumivu, ila ajapata matibabu kwa ajili ya mguu wake. Kwa hiyo mama, wewe unatuambia unatamani mtu ahitaki kusaidia akusaidie nini? Mwambie watazamaji. mm. natamani nisaidiwe niweze kutibiwa niweze kupona mguu wangu uweze na kutibiwa, eh, na kiwezekana nipate hata kifaa cha kuweza kunilinganisha mguu na mwingine. Umesema mguu wa ulingani na huu umekuwa mfupi mmoja kwa sababu ya haya matatizo. E, walikata mfupa wasema umeoza akaukata. Kwa hiyo akiwachukutibu mguu naweza ukalingana na huu mwingine, e, yaani wanavyodai wao inatakiwa nitengenezewe nani kiatu. Mm. Ambacho kitakuwa kirefu kitakacholinganisha na huku na huu hapa hivi, sawa, ndio nitasimama lakini, bila hivyo nikisimama, labda nikanyagie vidole, yes. Ndio nitasimama lakini kusema nikanyaga kabisa naenda upande Mpenzi mtazamaji, tunazidi kuongea na mama hapa. Kwa hiyo tunavyoona mama hapa, hiyo miguu yake hailingani kwa sababu ya ma, ya m, mfupa ulivyoathirika ndani ya mguu wake, na wa hospitalini alivyoenda, aliambiwa anatakiwa apate kiatu cha kulinganisha huo mguu ili aweze miguu iweze kulingana. Kwa hiyo anatamani kupata matibabu, anatamani kupata mtu atakayeguswa ili kumsaidia kupeleka hospitalini kukaguliwa mguu wake na kupewa matibabu, pia kusaidiwa mguu wake kulingana na mguu mwingine. Kwa hiyo, mama, umesema wanatamani wa kusaidia kutibu mguu wako upate kupona, si ndio? Yeah, niendelee na maisha yangu kama nilivyokuwa naendelea mara ya kwanza, kwa sababu sasa hivi maisha yangu mm, ndo hivyo nategemea mm, na, na unavyojua, hata kama ukiwa na nyumba unasema na nyumba wapangaje ndo hao unaweza kategemea, lakini kama mm, haiende inavyotakiwa na, na haikisi kusema mm, kwamba naweza nikajitibu inakuwa haitoshi, kwa sababu inatosha kula tu kwa mama. Tangia amepata hii hatari huko ndani, maisha ya uchumi yamekuaje? Yani kula yameyumba sana, yameyumba ya sio sawa nilipo kwa mara ya kwanza mm, kwa sababu kua najishughulisha mwenyewe, lakini sasa hivi ndo hivyo Nikipata na shukuru, nikikosa vilevile na shukuru, kwa sababu huwezi ukalaumu sana, ni nguvu za Mungu. Kwa hiyo wewe kula kwako, kuishi kwako unategemea nini kwa sasa hivi? Ya, yani kula kwangu nategemea nisaidie tu kama hivyo, mtu akija akinisaidia mm. mm. na shkulumnisha nice. Mm, sawa. Karibu mpenzi mtazamaji, ni Tosofu, tumekuwa na mama hapa Makongo Makongo Juu, Dar es Salaam. Ametuelezea namna mguu wake ulivyopata shida na mpaka sasa hivi mguu wake, jamani, mfupa haufanyi kazi, na maana miguu yake yote miwili hailingani. Anatamani apate matibabu hospitalini, mguu wake uchekiwe na miguu yake, ili iweze kulingana na kuwa vizuri, ili aweze kuendelea na maisha yake ya kupambana na biashara, kusaidia familia yake. Hapo mama ndo ameenda. Kwa sasa hivi anatumia dawa tu, ni vidonge tu anatumia kuponya tu maumivu tu madogo madogo, lakini haja ya moyo ni kupata matibabu yale ya ile ya uhakika pale hospitalini ili miguu yake pia ilingane, aweze kutembea vizuri na kuendelea na, na shughuli zake ndogo ndogo. Kwa hiyo mama, kusimama kwako unasimamaje? Nasimama naye mama, unavyosimama kidogo mpaka mtu akushikilie. Hapana. Okay. <laughs> Ndo navyotembea hmm. Taratibu eh, si Do na hapa ni nimesimama hivi, nakanyagia hivi kidole. Maana niko saa tembea kidogo tu, ndo navyotembea basi inatosha. Mwona mama jinsi anavyopata shida, ni namna jinsi anavyotembea, namna jinsi anavyopiga hatua kwa shida, anasikia maumivu, mguu hauwezi kukanyaga chini vizuri. Mpenzi mtazamaji wa TOSOF, tunaomba uguswe na, uguswe kabisa na huyu mama na utu, utupigie kwenye namba, tutaweka namba zake hapo juu, tutaweka namba zetu hapo juu. Tunaomba utupigie kwenye hiyo namba ili tumfikie mama yuko hapa Makongo Juu, apatie matibabu kwenye mguu wake na ili aweze kutembea vizuri na kuwa salama na kuendelea na shughuli zake, sababu amedai hata nyumbani yamekuwa ya yaendi, uchumi umekuwa uendi, kula kwake ni kwa, kwa kuombaomba kama tunavyoona. Kwa hiyo tunakukaribisha sana, tutaweka namba zetu hapo navo, utupigie ili tumfikie mama hapa na kurejesha tabasamu katika maisha yake. Ubarikiwe, amen. Haya mama kwa